ya bilioni mbili milioni mia nane themanini na moja, laki moja na thelathini mia tatu hamsini na senti themanini na tano zimepokelewa kutoka serikali kuu na mapato ya ndani kwa ajili ya kuendeleza sera ya elimu bure bila malipo pamoja na kuboresha miundombinu ya elimu kwa msingi na sekondari. Miundombinu iliyoboreshwa ni pamoja na ujenzi wa shule moja mpya ya awali na msingi iliyojengwa kwenye eneo ya shule ya sekondari ya Iwindi kata ya Iwindi, ukamilishaji wa maabara ya fizikia shule mbili za sekondari, shule ya sekondari Nsalala na shule ya sekondari ya Waya, kiasi cha milioni arobaini zimepelekwa na ujenzi wa matundu ya vyoo thelathini na nne kwa vyoo katika shule ya msingi Ifupa na shule ya msingi Itimba hatujaishie hapo, milioni 91,998,145 senti nane 85 na kimepokelewa kwa ujenzi wa vyumba kumi na mbili vya madarasa na ukarabati mmoja wa shule tano za msingi. Shule hizo ni Mbalizi, Wani, Mwashiwawala, Ndola, Msalala na Maendeleo, ambapo kiasi cha shilingi milioni 832 728,846 kimepokelewa na ukamilishaji wa vyumba kumi na nane katika shule za msingi sita na vituo shikizi viwili. Kiasi cha shilingi milioni mia moja tisini na tano elfu kimepokelewa. Aidha, halmashauri imeendelea na utaratibu wa kutengeneza madawati ambapo jumla ya madawati mia tano yametengenezwa na kusambazwa katika shule ishirini za msingi aidha kumekuwa na ongezeko la vyumba vya madarasa kutoka vyumba vya madarasa elfu moja mia tatu tisini na nne hadi kufikia vyumba vya madarasa elfu moja mia nne thelathini na nane na matundu ya vyoo kutoka elfu mbili mia tatu ishirini na sita hadi kufikia matundu elfu mbili mia tatu themanini madawati kutoka kuwa na madawati ishirini na moja elfu mia moja themanini na sita hadi kufikia madawati 22,304 na ongezeko la nyumba za watumishi kutoka 479 hadi kufikia nyumba 480, na nyumba hii tumeijenga katika kata ya Iwiji kijiji cha Shihola na kwenye shule ya msingi